Usinipigie simu Vanilla, limuuma sana kwenye moyo wake. Aliwaza aliwaza, akaona sio shida, akasema lakini simu zangu sanapokea, aka, akapiga tena simu. Vanilla hana mchezo, hana utani. Twende tukautumia ulimi vizuri Vanilla

wanakukubali kukubali, waselawaijagala wote wanakukubali, hata baba yangu, jamani, wanakukubali kukubali, hata mama yangu huko kaburini. Ah, Vanila bibi anajitahidi kidogo kuutumia ulimi wake o, na anajaribu kumwambia ni kweli nilikosea, na nilichokifanya ninakijua, nilikosea. Lakini ndugu zangu wote wanakukubali. Huku kijijini, kila mtu ananishangaa, ananionaje nimerudi. Lakini mwanaume kila siku ni mpambanaji, wanaona, wanasikia. Lakini remember that wewe pekee ndio unaniweza, niweza wewe. Jamani, mbona kama natoa siri na wewe ah.

anakukubali kukubali oa kukubali. <laughs> Ngoja Mwamba kapewa maneno matamu sana, sijui kama anachomoa leo. Kila baba, mbona fundi sana huyu! Amempa mbinu gani huyu? Vanila baba, mbona fundi hivi? <laughs> Moja tuone kwanza hii liji inaendaje penzi abaligopa sana kuna watu wanaongea kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi na mbili asubuhi, alafu kumbe ndio muda wa kwenda kazini saa yeah, moja na nusu hivi. Mnajua haya, kama ujaukutana nayo basi, tunaendelea kukuombea ndugu yetu kwenye ulimwengu, utafika siku moja. Kama usipofika basi, utashuhudia chumba cha pili hapo. Wenzako wanaongea mpaka asubuhi, unajiuliza, huyu alala saa ngapi? Kila ukishtuka anaongea. Asante sana Emmanuel Yao, wanapenda kukuita babali mvona wakiwa maeneo ya maili kumi pale da, simulizi ya leo Umenikumbusha mbali sana. Nishawahi mpenda mwanamke lakini alichokuja kunifanyia nikajuta mimi mwenyewe. Amenifanya niachukie mapenzi kabisa. Do. Pole sana bro. Pole sana. Anasema kumbe mapenzi huwa ku analiza hivyo. Mungu aniepushe na hilo jamani. Do. Kwa kweli kama hujaingia huko mwanangu tafuta tu sehemu moja basi. Ukazane kunua pia leso za kufuta machozi kama ikija kutokea. Anaitwa mm, anasema Mr. Simulizi jamani, Vanilla anamuonea huruma sana, ni Michael Fons kutoka Tanganyika pale. We mwamba, inawezekana alikutana kwenye vikao vya wanaume. Anasema mkuke kwa nguruwe kwa binadamu mchongo by Beatrice. Umeona eh? <laughs>